Habari za wakati huu, karibu tena. Huu ni mwendelezo wa update moja kwa moja kutoka mahakamani. Hii ni episodi ya 25. Tumemalizana na shahidi ambaye ni askari wa polisi episodi ya 24. Sasa amekuja shahidi mwingine eh, kwa siku ya leo tarehe 17 ya mwezi wa pili mwaka 2026. Hii ni episodi ya 25, ambapo baada ya mapumziko mahakama imerejea. Majaji wameingia muda huu ikiwa ni mida ya saa tisa. Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu yupo hapa mahakamani. Cha ajabu mawakili wa serikali hawapo, na Mheshimiwa Tundu Lissu ameuliza hapa kwamba Jamhuri imekimbia, watu wanacheka hapa mahakamani. Majaji wako mbele, hakuna kinachoendelea muda huu. Sasa wanaingia baada ya kuwaweka majaji dakika kama 20 hivi wanaingia hapa mawakili wa jamhuri anasimama Lenatu Simkude anasema waheshimiwa majaji tunaomba radhi kwa kuchelewa kwa niaba ya wenzangu naomba mtusamehe tunaye shahidi mwingine tunaomba kuendelea majaji hapa wanaandika kidogo shahidi hii ambaye anafuata ni P4 na ataongozwa na wakili Winiwa Kasawa huyu ni shahidi anayelindwa sasa Winiwa anajiandaa kuja kumhoji P4 ambaye ni shahidi wa kificho na shahidi wa kumi wa jamhuri katika kesi hii, katika idadi ya mashahidi 30 ambao watatoa ushahidi wao katika kesi hii. Jaji anamuuliza una miaka mingapi? Shahidi wa kificho P4 anasema 29. Jaji anamuuliza lini yako? Shahidi wa kificho P4 anajibu Mkristo. Jaji anasema haya, mwapisheni. Anaapishwa hapa shahidi wa kificho pinne. Wakili anaanza kumwongoza shahidi. Wakili: wewe ni mkazi wa wapi? Shahidi wa kificho pinne anasema Arusha. Wakili wa jamhuri anamuuliza unajishughulisha na nini? Shahidi wa kificho pinne anasema, mimi ni dereva bajaji. Wakili anamuuliza unafanyia wapi hizo bajaji? shahidi wa kificho pinne anajibu na kusema kwa Mrombo. Wakili anamuuliza unakumbuka nini tarehe tatu ya mwezi wa nne mwaka 2025?" shahidi wa kificho pinne anasema nakumbuka tarehe hiyo, majira ya saa sita mchana, nikiwa natoka nyumbani, nilifika mahali nikasimama mahali kusubiri wateja, nikawa na peruzu kwenye simu yangu nikaingia kwenye mtandao wa YouTube nikakutana na habari za mwenyekiti wa Chadema anaitwa Tundu Lissu. Wakili anamuuliza shahidi, nini kiliendelea? Shahidi wa kificho P nne anasema alisema watakinukisha, anasema kwamba anasema kwamba kitu ambacho alikiona hapa, anasema akawa anaelezea kuwa amejipanga kuzuia uchaguzi Wakili anamuuliza kingine nini ulichokiona. Shahidi wa kificho pinne anasema alisema watakinukisha, maana hawana imani na uchaguzi, kwani hata majaji ni kibaraka wa system. Wakili anamuuliza ikawaje. Shahidi wa kificho pinne anasema alisema hawana imani na tume ya uchaguzi, kwani imevuruga uchaguzi mdogo wa mwaka 2024. Kwa hiyo hawana imani na tume. Wakili wa jamhuri anamuuliza nini kingine. Shahidi wa kificho pinne anasema hata polisi wanashiriki kuiba kura. Wakili anamuuliza ikawaje sasa. Shahidi wa kificho pinne anasema maneno yale yalimikomvisi kusapoti alichokuwa na kisema. Wakili anamuuliza nini kingine kiliendelea. Shahidi wa kificho pinne anasema abiria wangu walifika, niliwapeleka kwa mrombo na baadaye kijueni. Wakili anamuuliza nini kilikuwa kimekukombisi. Shahidi anasema maneno ya kwamba tutafanya uasi, tutakinukisha na hivyo vyombo vyote huwa hawezi kuviamini. Wakili anamuuliza yalikushawishi nini? Shahidi wa kificho P4 anasema hali ya maisha ni ngumu sana, ndio maana nikashawishika. Wakili anamuuliza kingine, je? Shahidi wa kificho P4 anasema nikarudi kwa mrombo pale, maana nilikuwa nimeshawapeleka wateja wangu. Wakili anamuuliza nini kikaendelea. Shahidi wa kificho P4 anasema walikuwa wanasimuliana pale kijiweni kuhusu mwenyekiti wa Chadema alivyokuwa anazungumza pale kijiwe cha bajaji. Wakili anamuuliza nini kikaendelea shahidi wa kificho pinne anasema, watu wengi walikuwa wanaunga mkono, wanasema bora kinuke ili unafuu wa maisha upatikane. Mheshimiwa Lissu anasema, mweshimiwa, wanakasi wawe taratibu. Lissu hapa anasema kwamba wanakasi sana, wawe taratibu. Wakili anaendelea hapa kumwongoza shahidi, anasema, nilikuuliza akina nani hao? Shahidi wa kificho pinne anasema madereva bajaji wenzangu na mwenye duka pembeni. Wakili anamuuliza shahidi, ikawaje? Shahidi wa kificho pi nne anasema, nilishangaa polisi wametuvamia na kila mtu akakimbia, ila nikakamatwa mimi na mwenzangu ambaye ni pi saba, tukapelekwa kituo cha Murieti na baadaye Central mjini. Wakili anamuuliza, ikawaje? Shahidi wa kificho pi nne anasema tukaambiwa pale polisi kuwa tunazuia uchaguzi, tukawekwa ndani. Wakili anamuuliza nini kilifuata. Shahidi wa kificho P4 anasema tuliandikwa maelezo, tukawekwa ndani. Wakili anamuuliza ikawaje tena. Shahidi wa kificho P4 anasema wakaja mdogo wangu na dada yangu kuniwekea dhamana. Wakili akamuuliza walijuaje. Shahidi wa kificho P4 anasema tulikamatwa watu wakiwa wanatuona, walituwekea dhamana na polisi walitupa utaratibu wa kwenda kuripoti kila siku. Huyo ni shahidi akizidi kutoa ushahidi wake hapa, akiongozwa na wakili wa jamhuri. Baada ya kusema hivyo kwamba walipewa utaratibu wa kuripoti kila siku, wakili wa jamhuri anamuuliza nini kingine. Shahidi wa kificho P nne anasema tulivyoenda kuripoti tarehe 17 ya mwezi wa 4 tuliambiwa tusubiri tuandikwe maelezo. Nikaandikwa hayo maelezo. Wakili akasema unamfahamuje huyo Tundu Lissu? Shahidi wa kificho pini anasema namtambua kama mwanasiasa mkubwa kwenye hii nchi. Wakili wa serikali Winiwa Kasawa anasema waheshimiwa majaji ni hayo tu, kamaliza kutoa shahidi wake. Sasa ni muda wa maswali ya dodoso. Jaji Ndunguru anasema maswali ya dodoso, karibu mshtakiwa. Mheshimiwa Lisu anasema sasa shahidi, jibu maswali, kama hujui sema hujui, kama unajua sema najua, kama umesahau sema nimesahau. Mheshimiwa Lisu umesema unakaa Arusha, shahidi wa kificho Pinne anasema kweli. Mheshimiwa Lisu waambie majaji umekuja Dar es Salaam lini? Shahidi wa kificho P4 anasema leo ni na siku ya pili. Mheshimiwa Lissu anasema kwa hiyo umekuja Jumapili ya juzi? Shahidi wa kificho P4 anasema ndio. Mheshimiwa Lissu anasema nani alikuambia uje Dar es Salaam? Shahidi wa kificho P4 anasema hiyo nashindwa kusema hapa. Mheshimiwa Lissu akasema utasema tu mimi sikuoni na watu hawakuoni, waambie majaji ndio wanakuona pekee, kuwa nani alikuambia uje Dar es Salaam? Shahidi wa kificho pinne anasema nilipigiwa simu. Mheshimiwa Lissu anamuuliza na nani aliyekupigia simu? Shahidi wa kificho pinne anasema ni mtu alijitambulisha kuwa ni wakili wa serikali. Mheshimiwa Lissu anamuuliza alikwambia jina lake? Shahidi wa kificho P4 anasema ninazo sababu binafsi. Mheshimiwa Lissu anasema kwa hiyo majaji waandike kuwa umekataa kusema sababu kwa nini hutaki kumtaja aliyekuita Dar es Salaam. Sawa mura shahidi, sawa mura wa kificho P4 anasema ndiyo. Mheshimiwa Lissu anasema wapo wa kuria wenzako humu. Mheshimiwa Lissu anasema ieleze mahakama kama ulipata summons ya mahakama. Shahidi wa kificho pinne anasema, nilipigiwa simu nikaenda kituoni nilipata barua ya mahakama. Mheshimiwa Lissu anasema, nani aliyokulipia nauli ya kutoka Arusha kuja Dar es Salaam? Shahidi wa kificho pinne anasema, nilikuja na nauli nililipa mwenyewe, maana nilikuja kwenye shughuli zingine binafsi. Mheshimiwa Lissu anasema, una nyumba hapa? Shahidi wa kificho anajibu na kusema, sina. Mheshimiwa Lissu anasema, nani anayelipa gharama za kula na kila kitu? Shahidi wa kificho anasema, leo nimekuja na gari ya wanasheria. Mheshimiwa Lissu anasema, tarehe tatu ya mwezi wa nne mwaka 2025 ulipelekwa kituo cha polisi mjini na kabla ulikuwa kituo cha Murieti. Shahidi wa kificho pinne anasema ndiyo. Mheshimiwa Lissu anasema, hayo maelezo yalikuwa yanahusu kosa gani? Shahidi wa kificho pinne anasema, walisema tuna kesi ya kutaka kuzuia uchaguzi. Mheshimiwa Lissu anasema, umewahi kupelekwa Arusha kwa hilo kosa ulilokamatwa nalo? Shahidi wa kificho pinne anasema, sikuwahi kupelekwa mahakamani. Mheshimiwa Lissu anasema, hiyo kesi iliishia wapi? Shahidi wa kificho pinne anasema, mimi sijui. Mheshimiwa Lissu anasema, hayo maelezo ya tarehe tatu ya mwezi wa nne yako wapi? shahidi wa kificho pi nne anasema sijui. Mheshimiwa Lissu anasema nilikuambia kwamba ulikamatwa bure tu, hukuwa na kosa lolote, we utasemaje? shahidi wa kificho pi nne akasema sijui mimi. Mheshimiwa Lissu anasema siku hiyo ya tarehe tatu ya mwezi wa nne wewe na wenzako mlikuwa mnazungumza juu ya maneno mliyoyaona kwenye mtandao na wengi shahidi mkono wa kificho, pinne, anajibu na kusema ndio. Mheshimiwa Lissu anasema, je, hilo lilikuwa ni kosa nyie kuunga mkono na kuzungumza kauli hizo? shahidi wa kificho pinne anajibu na kusema sijui. Mheshimiwa Lissu anasema, maelezo yako ya tarehe 17 mwezi wa 4 ukionyeshwa, unaweza kuyatambua? shahidi wa kificho pinne anajibu na kusema naweza, naweza. Mheshimiwa Lissu anasema shahidi aonyeshwe hapa maelezo yake. Shahidi wa kificho pinne ameyatambua maelezo yake, na Mheshimiwa Lissu anamsomea maelezo ambayo shahidi aliyaandika pale polisi. Mheshimiwa Lissu, niliyosoma hapa ni sawa na maelezo ulionayo hapo? Shahidi wa kificho pinne anajibu na kusema ndiyo. Mheshimiwa Lissu sasa, shahidi, nataka kukuhoji kuhusu hayo maelezo Shahidi wa kificho P4 anajibu na kusema sawa. Mheshimiwa Lissu anasema maeneo hayo ni moja, uliperuzi kwa simu yako, na mbili, nilisema tutakinukisha. Anamtajia maeneo kama nane hivi ambayo atamuuliza maswali. Mheshimiwa Lissu anasema je, ungependa yawe sehemu ya ushahidi? Shahidi wa kificho P4 anajibu na kusema ndiyo. Na jaji anauliza je, upande wa jamhuri mnasemaje? Wakili Renatus anasema sina pingamizi. Jaji anasema hiyo itakuwa ni D9 upande wa utetezi, yaani kielelezo D9. Kwa hiyo hapa Mheshimiwa Tundu Antipasilisu anakwenda kumkontradikti shahidi na kumpitisha katika maeneo mbalimbali, kutofautisha maelezo ambayo ameyatoa mahakamani na yale ambayo aliyaandika wakati akitoa ya maelezo yake kule polisi. Mheshimiwa Tundu Antipasi Lisu anasema ulisema ulikuwa una peluzi kwa simu yako majira ya mchana. Waeleze kwenye hayo maelezo maneno hayo yapo? Shahidi wa kificho P4 yuko kimya. Shahidi wa kificho P4 anajibu sasa, anasema haipo. Mheshimiwa Lisu anasema pia leo umesema wakati ninahutubia mkutano nilisema tutakinukisha. Onyesha hayo nayo, yapo wapi kwenye maelezo yako? Shahidi wa kificho pinne anajibu na kusema hayapo kabisa. Mheshimiwa Lissu umesema kuwa nitafanya fujo kuzuia uchaguzi, hayo maneno umeyasema au hujasema? Shahidi wa kificho pinne anajibu na kusema nimesema na hayapo kwenye maelezo yangu. Mheshimiwa Lissu unasema mlihojiwa halafu mkawekwa ndani, tuonyeshe kwenye maelezo yako. Shahidi wa kificho pinne anasema hapa hayapo. Mheshimiwa Lissu anasema tarehe 4 ya mwezi wa 4 mwaka 2025 ulisema walikuja dada yako na mdogo wako, hayo nayo yapo kwenye maelezo? Shahidi wa kificho pinne anajibu na kusema hayapo. Mheshimiwa Lissu anasema siku hiyo wakati unahojiwa na polisi hawakukuuliza kama unamfahamu Tundu Lissu. Shahidi wa kificho pinne anasema, niliwaambia namfahamu, ni mwanasiasa mkubwa Lissu. Sasa tuoneshe ni wapi umeyaandika kwenye maelezo yako. Shahidi wa kificho pinne anajibu na kusema, hayapo. Mheshimiwa Lissu: je, ulitumia kompyuta Shahidi wa kificho anasema siwezi kumiliki kompyuta, nilitumia simu. Mheshimiwa Lissu anasema wengi wenu mlikuwa mnaunga mkono bora kinuke. Je, kusema hiyo ni kosa la jinai? Shahidi wa kificho anasema mimi siyo msimamizi wa sheria, siwezi kujua. Lissu kuhamasika na maneno ya kwamba uchaguzi unaibiwa na wagombea wa Chadema wanafutwa ni kosa la jinai? shahidi anasema sijui. Mheshimiwa Lisu anasema majaji ni vibaraka wa CCM ni kosa la jinai. Shahidi anajibu sijui. Lisu, na polisi kuwa ni wezi wa kura, wanashiriki kuiba uchaguzi nalo ni kosa. Shahidi anasema sijui. Mheshimiwa Lisu umesema sana maneno kukinukisha, je, unajua maana ya neno kunuka? Shahidi anajibu ni kitu kinachotoa harufu mbaya. Lissu, unajua maana ya neno kunukia? Shahidi, kutoa harufu nzuri. Mheshimiwa Lissu anasema mtu akisema atakinukisha anaweza kuwa na maanisha atafanya harufu iwe mbaya. Shahidi anajibu na kusema inategemea na maana ipi. Lissu, na kunukia vizuri pia inaweza kuwa ni kukinukisha. Shahidi anasema hiyo ni lugha ya mtaani. Lisu, mtaa upi? Mimi mtaani kwangu hakuna hiyo lugha. Shahidi anasema tunakoishi hayo maneno tunayasikia. Lisu, unajua kwenye uchaguzi wa mitaa wa mwaka 2024 CCM ilishinda asilimia mia moja na wapinzani walifutwa wote? Shahidi anajibu ndiyo, CCM ilishinda. Lisu anasema wagombea wa Chadema walifanywa nini? Shahidi anasema hawakuwepo kwenye uchaguzi. Lisu, ninaposema wasimamizi wa uchaguzi wanafanya mambo ya hovyo, ninaposema tuwaondoe, nakosea hapa? Shahidi anasema sijui. Mheshimiwa Lissu unajua, tume ya uchaguzi ilisema wagombea wa Chadema hawaruhusiwi kugombea uchaguzi wa mwaka jana na wa miaka mingine mitano. Shahidi anajibu na kusema sijui. Lissu, je, umewahi kuwasiliana na polisi tena baada ya kuandika maelezo? shahidi anasema ni juzi tarehe 15 waliniita polisi. Mheshimiwa Lissu anasema kwa hiyo waliokuambia kuna wito wa mahakama ni polisi? Shahidi wa kificho anajibu ndiyo. Mheshimiwa Lissu anasema kwa hiyo kuanzia tarehe 17 ya mwezi wa 4 hadi hiyo juzi hukuwai wasiliana na polisi? Shahidi anajibu ndiyo. Mheshimiwa Lissu anasema, je, ulitishwa na mtu yeyote? Shahidi wa kificho anajibu na kusema hapana anasema sasa, waeleze majaji kwa nini umejificha kwenye hizo mbao. Shahidi akifichwa anasema nahofia maisha yangu. Mheshimiwa Lissu anasema nani aliyekufundisha hayo maneno wakati umesema hakuna aliyekutisha? Shahidi akifichwa anasema sijasema kama nimefundishwa. Mheshimiwa Lissu anasema unajua polisi wamekuja mahakamani na kuomba amri ufichwe kuwa unatishiwa. Shahidi wa kificho anasema sijui. Mheshimiwa Lissu anasema video uliyoiona youtube umeiwasilisha mahakamani? Shahidi wa kificho anasema hapana. Mheshimiwa Lissu anasema je, umesema kokote? Hiyo video uliangalia kupitia wapi? Shahidi wa kificho anasema Habari 24 ndiyo niliangalia. Mheshimiwa Lissu anasema umeweka hayo kwenye maelezo yako? Shahidi wa kificho anajibu na kusema hapana. Mheshimiwa Lissu anasema waheshimiwa majaji, nimemaliza kwa shahidi huyu. Tundu Antipas Lissu kamalizana hapa na shahidi e, P4, ambaye kamaliza kumhoji maswali ya Dodoso naam. Sasa Jaji Ndunguru anawaita upande wa serikali kwa ajili ya reexamination. Wakili wa serikali anasema hawatakuwa na maswali. Jaji Ndunguru anasema shahidi, sasa uende, tumemalizana. Shahidi hapa anasepa. Lenatus Mkude anasema tunai shahidi P7 tunaomba yeye aendelee kesho asubuhi. Majaji hapa wanaandika kidogo pale juu, kesi inahailishwa hadi kesho asubuhi maana muda umeisha, ni saa kumi na moja kasoro sasa. So tunaendelea tena kesho, Mungu akitujalia uzima tutakuja hapa tena eh, kuendelea kukusogezea update moja kwa moja kutoka mahakamani. Hii ni episodi ya ishirini na tano na kesho tutaendelea na episode ya 26 moja kwa moja kutoka mahakamani kubwa. Tuachie maoni yako na endelea kutofuatilia hapa kwa taarifa mbalimbali.